Karibu tena kwenye chaneli yako pendwa Daily na Mimi TZ. Hapa ndipo unapopata simulizi zenye kuvutia, elimu isiyo ya kawaida na safari za kipekee ambazo hukupaswa kuzikosa. Leo tunakupeleka kwenye mojawapo ya sehemu za ajabu zaidi duniani, mahali ambapo baridi si hali ya hewa tu, bali ni maisha. Umejiuliza kama kuna watu wanaweza kuishi kwenye joto la hadi minus 67.7? Basi kaa tayari, shikilia kikombe cha chai moto na twende pamoja hadi kwenye moyo wa barafu, Yakutia Urusi. Yakutia, mahali ambapo dunia yenyewe hupumua barafu. Yakutia au kwa jina rasmi, Jamhuri ya, ya Saka, ni eneo lililopo mashariki ya mbali mwa Urusi. Ni mojawapo ya maeneo makubwa kabisa duniani, lakini pia ni mojawapo ya maeneo yenye baridi kali kupindukia yanayokaliwa na watu. Katika kijiji kidogo kiitwacho Oymyakon joto hushuka hadi minus 67.7 degrees Celsius na bado watu wanaendelea kuishi maisha yao kama kawaida. Maisha katika ardhi iliyojaa barafu milele katika Yakutia, baridi haiji kwa msimu kama ilivyo kwetu Tanzania. Huko baridi ni maisha, baridi ni sheria ya kwanza ya kuishi. Lakini pamoja na hayo watu wa huko wamejifunza kuishi kwa upendo, umoja na hekima ya asili. Watoto huenda shule kwenye baridi kali sana. Wakazi huvaa mavazi mazito yaliyotengenezwa kwa manyoya ya wanyama wa porini kama mbwa mwitu wa Arctic na sungura. Chakula, hakuna kilimo. Wanaishi kwa kula nyama ya wanyama waliowindwa, samaki waliogandishwa mbichi, stroganina na maziwa ya farasi. Utamaduni uliojaa mshikamano na hekima ya kale. Lugha yao ya asili